Hujambo mwanafunzi na karibu tena. Ningependa tuendelee. Uh, nataka tufanye hili swali: eleza umuhimu wa isimu jamii kufunzwa katika shule za upili. Kumbuka katika kipindi kilichopita tuliangalia utangulizi wa isimu jamii na tukaeleza istilahi mbalimbali. Kwa hivyo, uh, katika shule za upili huwa tunasoma isimu jamii kama somo. Kwa hivyo kuna umuhimu gani kwa mwanafunzi kusoma isimu jamii katika shule za upili? Moja ya kwanza, tunaambiwa kwamba kupitia isimu jamii mwanafunzi hupata uh, kuelewa matumizi ya lugha kutegemea uhusiano baina ya wanajamii. Katika jamii kuna watu wa umri mbalimbali mbali. Kwa hivyo unapofunzwa isimu jamii itakusaidia kuelewa utatumia lugha vipi katika jamii kwa kutegemea uhusiano baina ya wanajamii. Isimu jamii pia uh, usaidia msemaji au mzungumzaji au mwandishi kutambua makosa mbalimbali yanayojitokeza wakati wa kuzungumza au kuandika. Mtu anapozungumza ama anapoandika huenda akafanya makosa. Kwa mfano katika kuzungumza, huenda ukafanya makosa ya kita, kimatamshi. Kwa hivyo isimu itakusaidia wewe kama mwanafunzi kuelewa ni kwa nini mtu hufanya makosa anapozungumza au anapoandika. Isimujamii pia uwafunza watu kaida za lugha. Kumbuka tulieleza kaida tukasema kwamba ni zile sheria au kanuni ambazo zinatawala matumizi ya lugha katika jamii. Isimu basi, ama isimujamii samahani, inakufunza hizo kaida, ili uweze kuzitumia ipasavyo kutegemea mila na desturi za jamii. Isimu pia hufunza mbinu za mawasiliano. Kuna mbinu mbalimbali za mawasiliano. Isimu jamii itakufunza mbinu hizo za mawasiliano, ili uweze uh, kuzitumia namna ipasavyo na ili uweze kupata maana kamili ya mambo. Hali hii itasaidia kuleta utangamano katika jamii na katika mawasiliano. Isimu jamii pia usaidia mzungumzaji au mwandishi kuitumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. A, isimu pia samahani, isimu pia humpa anayetumia lugha. Sasa huyo atakuwa ni mzungumzaji au mwandishi aweze kutumia lugha au aweze kuwa na uwezo wa kutambua na kutofautisha kwa kutumia mitindo tofauti ya Kiswahili na kutegemea mahitaji. Isimu isimujamii pia hudhihirisha sifa au utamaduni wa jamii. Isimujamii pia hufunza watu kutofautisha na kutumia mitindo mbalimbali mbali ya lugha. Kuna mitindo mbalimbali mbali ya lugha katika jamii. Isimu jamii itakufunza namna ambavyo utaweza kutofautisha mitindo hiyo na namna ambavyo utaweza kutumia mitindo hiyo katika mazingira au katika miktadha tofauti katika jamii. Isimu jamii pia hutumika kuhifadhi historia ya jamii hasa maendeleo ya lugha. Kumbuka, lugha imepitia maendeleo. Lugha ina historia yake. Lugha imepitia mabadiliko. Tukiangalia kwa mfano lugha ya Kiswahili, isimujamii itakufunza Kiswahili kilitokea wapi? Chimbuko la Kiswahili ni lipi? Lugha hii ilipochimbuka, imepitia mabadiliko yapi ama imepitia maendeleo yapi? Kwa hivyo, isimujamii itakufunza historia na maendeleo ya lugha. Na kumi tunaambiwa kwamba isimujamii pia kufanikisha maendeleo ya lugha miongoni mwa vikundi vya watu kulingana na mazingira. Yaani itakufunza maendeleo ya lugha miongoni mwa makundi mbalimbali mbali ya watu, lugha imeendelea vipi? Na kumi moja tunaambiwa kwamba isimujamii itafanya nini? Itakukolezea ama inatumika kukoleza lugha uh, utamu na kufanya usemaji ama uzungumzaji upendeze katika jamii. Uh, isimu jamii itakwambia kwamba uh, unaweza ukatumia lugha kwa njia tofauti katika mazingira tofauti. Kuna mazingira rasmi na kuna mazingira yasiyo rasmi. Kwa hivyo, isimu itakufunza na kukupa ruhusa kwa kutumia lugha vipi katika mazingira yepi. Na mwisho tunaambiwa kwamba isimu jamii itatumika uh, kuhifadhi heshima na adabu kwa kuzingatia matumizi ya lugha kulingana na umri na mazingira. Naam. Huo uh, ndio umuhimu wa kufunza lugha ama samahani, umuhimu wa kufunza isimujamii katika shule za upili. um, tutaendelea, tutaingia mada nyingine ambayo ni mawasiliano. Samahani.